Shalom, karibu katika siku nyingine ambayo Bwana ametupa nafasi ya kuweza kukaa na kutafakari neno lake kwa namna pekee katika series hizi za Njoo Ule, Ukue. Leo kwa namna pekee tutakuwa na tafakari ya kuzingia nyua za Bwana na malango yake. Tunaposema malango tunamaanisha nini? Tunaposema nyua za Bwana tunamaanisha tuna nini? Nyua za Bwana kwa Kiingereza zinaitwa heavenly courts, yaani mahakama ya kimbingu kwa maneno mengine. Kwa hiyo tunaposema nyua za Bwana, maanake ni mahakama za kimbingu, na tunapoongelea malango, maanake tunaongelea heavenly gates, kwamba kuna malango Mwaombaji yote mzuri anafahamu jambo hili. Huwezi kwenda mbele za Mungu maombi yako yakapata majibu pasipo kwanza kuyaingia malango yake, yaani zile heavenly gates, ambayo ukipita pale malangoni, sasa ndio kuna kupa kuingia heavenly courts, yaani nyua za Bwana au mahakama ya mbinguni. Neno la Mungu katika Zaburi ya mia moja mstari wa nne linasema Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni liimidini jina lake. Mstari wa tano anasema kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Kama ulisikiliza uh, klip za nyuma za Njoo Ule Ukue, niliongelea mahali ambapo uh, wana wa Mungu walijihudhurisha, shetani naye akaingia katikati yao. Manake wale hawakuwa tu kwenye heavenly gates; walikuwa kwenye heavenly courts. Yani walishaingia kwenye mahakama za kimbingu, na tunaona kwenye ile mahakama ya kimbingu namna ambavyo Mungu, ukisoma sasa kitabu hiko, ni kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza na ile sura ya pili, tunaona sasa uh, tunamwona Mungu anavyomfurahia Ayubu. Yani shetani katika kujihudhurisha wana wa Mungu na yeye akaenda katikati yao Itakuwa vizuri tuki tukiisoma Ayubu, hapa inaongea kwanzia ule uh, mstari wa sita inasema, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzungukazunguka duniani na katika kutembea huku na humo. Kisha Bwana akamuliza Shetani, je, yeah, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Bwana na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, yeah, huyo Ayubu yumcha Bwana bure wewe kumzingira kwa ukigo pande zote pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse hayo yote aliyonayo, naye atakufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote ulionayo yamo katika uweza wako na lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Maanake hapa sasa shetani alikuwa ameziingia nyua za Bwana, ndio maana naambia akatoka mbele ya uso wa Bwana, maanake alikuwa kwenye heavenly courts. na ni kwenye mahakama ndipo tunapoona sasa Mungu anajidhihirisha, Mungu anaongea na shetani kwa habari ya Ayubu, hmm? tunaona Mungu anaongea na shetani kwa habari ya Ayubu. Sasa tunaporudi katika ile Zaburi ya mia moja mstari wa nne ambayo nitoka kuisoma sasa, hizi inasema vizuri, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Maana yake ili uweze kuziingia heavenly gates, ili uweze kuziingia heavenly courts, maana yake wewe sasa ni lazima ujue utaratibu wake. Kwanza lazima uwe na moyo shukrani, shukrani. Unapoenda mbele za mungu kwa kushukuru E, na mara nyingi sisi wanadamu tuna uwezo wa, wa, wa kushukuru kirahisi sana pale ambapo tumetendewa mema, lakini je, tunashukuru pale tunapokuwa tumetendewa mabaya? Mara nyingi hatuwezi, tunamlaumu Mungu, tunamchukia mpaka Mungu. Lakini tunaambiwa hapa katika neno lake, nenda ingia, ingieni malangoni mwake kushukuru, ni mwake kwa kusifu. Maanaake shukrani inakupa kuingia malango, yani kuingia ile heavenly gates, malango ya kimbingu unapomaliza kushukuru, unapoanza kumsifu Bwana inakupa kuingia nyua zake. Lakini vyote hivi ili uweze kupata uhalali, ili adui asija akakuvuta uku akakutoa, eh, akainua hati ya mashtaka juu yako, lazima uwe umetubu. Yani toba ni kitu ambacho kwa, m, kwa mtu wa maombi lazima, yani kiwe hapa, kwa sababu yani kiwe hapa kwenye kwenye ulimi wako eh? kwamba kwa sababu tunaambiwa hakuna mwanadamu asiyetenda dhambi, kwamba wote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio maana lazima kutubu mara kwa mara, yaani hiyo hayepukiki. Inawezekana katika siku ukawa unaona ah, leo ah, leo, mm, ah, leo nimeshinda vizuri, nimemfutiria kila mtu haki, nimefanya kila kitu sahihi, lakini hapana, naambia hata mwenye haki anatenda dhambi mara saba kwa siku. Kwa hiyo penda kuomba rehema, penda kuomba toba. Inawezekana wewe ukawa ujaona, lakini kuna mtu ameumia kwa habari yako, au kuna kitu ambacho uliweza kukifanya hukukifanya, kinahesabika hatia mbele za Mungu kwa habari yako. Kwa hiyo toba iwe ni kitu ambacho unatubu sana, yaani penda tu kutubu, uwe unajua, uwe ujui, unaachilia damu ya Yesu, unaomba Bwana kusamehe, unaomba Bwana kurehemu. Ili upate sasa kuweza kuzingia hizo nyua za Bwana. Ili uweze kuzingia nyua za Bwana toba ni lazima. Kitu kingine unaposhukuru, hmm? Maanake unamwambia Mungu katika hali zote wewe bado ni Mungu. Yaani hata iweje bado utabaki kuwa Mungu. Na lazima Bwana akuone. Hmm? Mungu ametuumba ili tum, tumwabudu tumtumikie, tumsujudu, tumfanye hi tumwabudu, kwanza tumshukuru, tulisifu jina lake. Tusipo msifu, tusipo mshukuru, tusipofanya nini, hatawezi kutupa siku nyingine. Kwa hiyo mioyo ya shukrani lazima iwepo sana yeah. yani hata kama ni malipagumu, narudia tena, hata kama ni malipagumu unapita, usiache kumshukuru Mungu, umshukuru tu. Alafu sasa unapoingia kwa sifa Sifa sasa inakupa ile kum, kumtukuza Bwana maanake hmm? Neno la Mungu katika hizi Zaburi ya mia moja mstari wa kwanza pale na apili, nasema mfanyeni Bwana shangwe dunia yote, mtumikeni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Hiyo ndo sifa. Sasa unapo msifu Mungu unamtukuza, lazima Bwana aonekane Bwana alipotuma wana alipo wa Israeli kwenda kuvunja ngome za Yeriko, aliwaambia hivi wauzunguke ule ukuta Yeriko, ile ngome yote. Inaweza ukafikiria kwa akili za haraka haraka kama inaweza pakaa ni padogo, lakini sio padogo, hmm? kama ni sehemu ambayo walikuwa hawawezi kuvuka kwenda upande wa pili, unaweza ukafikiria namna palivyokuwa pakubwa Anawambia wazunguke kwa sifa. Tunajua ukuta ya Yeriko ulivunjwa kwa sifa, kumsifu tu Mungu. Kwa hiyo sifa ina nguvu sana, yani sifa daima ina nguvu sana. Lakini kitu kingine cha muhimu, nyenyekea. Unapoenda mbele za Mungu, nyenyekea, jua kwamba pasipo yeye hakuna unaloweza kufanya, kwamba unamtumainia na kumtegemea Mungu kwa kila kitu. Nyenyekea, epuka kujihesabia haki, ni kitu kingine cha muhimu. Alafu pia kumbuka kitu kingine, kuwa na imani, maana tunaambiwa kwa imani Rahabu aliwaficha wale, wale wapelelezi. Ibrahimu anaitwa baba wa imani. Kwa imani, Yesu anasema tunaweza tukawambia, um, mlima ungoke hapo kapandwe pale, una utatuti. Waibrania kumi na moja moja inaeleza maana imani ni hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoelezeka. Yaani lazima huu umeshika imani upande mmoja, maombi yako upande wa pili, ndipo uzingie nyua za Bwana. Kitu gani kilichomtia Ayubu nguvu ya kuendelea mbele watoto wake wamekufa, mifugo yake imekufa, sijui amepata ugonjwa, imani. Yaani aliamini katika misiba yake yote, Mungu bado yupo. Na aliamini atampa. Ndio anasema Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana alibarikiwe. Angezaje kubariki Mungu kama hakuwa na imani. Imani hii ndio namfanya Ibrahimu alipojaribiwa akubali kwenda kumtoa Isaka. Sio jambo dogo, mtoto uzeeni. Umeshaambiwa yule mtoto kijakazi umuondoe, unaenda tena kumwambia na huyu hapo muue. Pasipo imani asingefanya upendo. Unataka kuziingia nyua za Bwana, kuwa na upendo. Jifunze kuwa na upendo na kama una, unakuwa na upendo manake utakuwa na nguvu sana, na hata kitu Yesu alikisisitiza sana kwenye karamu ya mwisho kwa wafuasi wake, upendo moja wa Korinto wa kwanza eh? moja wa Korinto sura kumi na tatu wa Korinto wa kwanza sura kumi na tatu inaelezea vizuri sana kwa habari ya upendo, kwamba ukipewa vitu vyote pasipo upendo, na inaelezea pia sifa za upendo. Ukimpenda mtu utamsamehe, yani upendo, ukiweza kupenda utaweza kusamehe, na hivi vitu vinaendana. Ukiweza kupenda, maanake hutamhukumu mtu, utaangalia uovu ambao huyu mtu amekutendea, utauangalia utaona yaani, hutaona na hivyo vitu vyote utaviona, utajaribu kuelewa kwa nini huyu mtu anafanya hivi na msamaha. Tunaambiwa kisasi ni juu ya Bwana, sio juu yetu. Eh, mtu amekuuza, unaweza kutamani kumwombea sijui kifo. Hayo mm, ni maombi ya kichawi, usifanye kabisa kwa sababu jua, hata na wewe kuna mtu mwingine unamkosea. Sasa pata picha, wewe unamkosea na yeye akuombea kifo, afu tushaambiwa kisasi ni juu ya Bwana kwa hiyo wewe kazi yako ni kusamee, umpeleke tu msalabani huyu mtu mwambie Bwana, mimi huyu mtu mm, shughulika naye kadiri unavyoona wewe, msamee hicho tu. Usipoweza kusamee hata baba baba yetu wa mbinguni tunaambiwa, Yesu asema tusipoweza kusamee hata baba yetu wa mbinguni hawezi kutusamee, akatoa na ule mfano wa yule mtu aliyewiwa sijui talanta mia zile akashindwa kulipa akatakiwa, uh, talanta s elfu moja, sio elfu ngapi? Akashindwa kulipa, lakini yule mkubwa wake akamsame. Maana alitakiwa aende kuuzwa yeye na watoto wake na mke wake, akamsamea. Alafu akaenda kwa mdeni wake, alikuwa na matalanta mia tu, akampeleka mpaka kwa kadhi, sio, akafanya fanya vitu gani, wenzake wakaenda kumsemea, naye akaenda kutupwa huko. Msamaha, ukitaka kumwona Mungu, msamaha ni lazima, yani uwe tu hapo na msamani kwa sababu tumepungukiwa na utukufu, tutakuwa tunakoseana sisi, sio visiwa na chote kile ambacho mtumishi wa Mungu, kuhani, nani anayekuongoza akikwambia kitu tii, yaani jifunze tu kutii. Naambiwa kutii ni kitu cha muhimu sana, na ndio kosa lililomponza Adam na Hawa. Ukienda kusoma vizuri, moja Samueli 15:22 23, nafikiri ni vizuri tusome, tusikie inasemaje Neno la Mungu katika moja Samuel wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 na 23, nasema naye. Samuel akasema je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri wa vinyago. Kwa kuwa mlikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usimfahamu. Hapa alikuwa anamwambia Sauli, naweza tukaona Mungu anavyoangalia utii pia ajifunze kufunga unapotiisha mwili, manake tunaambiwa mwili u dhaifu, lakini roho i radhi. Ukijifunza kufunga ukajitahidi kufunga, manake unaipa nguvu roho yako kwa msaada wa Roho Mtakatifu kupanda, kwa sababu mwanadamu ni mwili, roho na nafsi. Nafsi ipo hapo katikati, lakini usipozoea kujitesa, kuutesa mwili, maanayake utakupelekesha utaku, na roho yako itazimwa na ili Roho Mtakatifu aweze kufanya kazi kwako, roho yako lazima iwe hai, roho yako lazima iwe na nguvu, roho yako lazima uishibishe. Unaishibisha, unaishibisha unaishibisha kwa neno, unaishibisha kwa mifungo, unaishibisha weponi. Kwa neno, mifungo, kukaa Bwana. Unapofunga unamtafuta Bwana. Yani, usifunge tu ukajishindisha nja. Funga, una funga ukiwa unakaa kwenye maombi. Funga mifungo ambayo ina faida, na mwisho wa yote usiache sadaka maombi yoyote lazima ambatanishwe na sadaka. Sadaka yako ndiyo inayoenda kunena kwa habari yako. Tunaona hata kwa habari ya Habili namna Mungu alivyofurahia sadaka yake. Kwa hiyo usiache sadaka, sadaka yako ina nguvu sana. Ukiweza kuvifanya hivi vitu hu uta, utakuwa unabahatisha kuziingia nyua za Bwana, hutakuwa unabahatisha kuingia malango yake na utamwona Bwana kwa viwango vya juu, maana neno nasema, mtafuteni maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yupo. Yupo karibu kwa wote wamwitao, ila tu ni namna gani tunamwita, ni namna gani tunamkaribia, ndio inaamua baraka zetu zinakaaje. Bwana akubariki, nikutakie siku njema. Shalom.